Huko ningependa nianze tu kwanza na introduction fupi ambayo haiko hapo, lakini inahusiana na biashara nikujaribu kuweka mambo sawa tu kati ya sisi wa private sector na public sector. Ntatoa mfano mmoja ambao ni muhimu sana ambao nafikiri tutakusaidia ili kuwa na ushirikiano mzuri kati ya public na private sector. Nitatoa mfano wa limited company ambazo sisi tunazimiliki zinaonekana kwamba zinamilikiwa na limited na, limited, na directors na shareholder ambao ni watu binafsi. Mfano, sheria yetu ya makampuni inasema kwamba kampuni limited inatakiwa iwe na shareholder kuanzia wawili mpaka hamsini. Tuchukulie tu kampuni na shareholder hamsini ambao wanagawanya hisa zao equally, maana kila mtu atanunua 2% ya hisa anafanya biashara mwisho wa mwaka wanagawana faida. Sasa kuna mtu mwingine anaita serikali ambaye yeye katika ile faida ya corporate anachukua asilimia thelathini, hawa shareholder hamsini waliobaki kila mmoja atachukua asilimia mbili. Nataka nataka tukuelezea tuelewe, eh, umuhimu wa private sector na public sector kwamba ukiangalia tu kwa kuchukulia ile tu kodi ya corporate tax ambayo sisi kama private sector tunalipa, sindio? Sehemu kubwa inachukuliwa na serikali, achilia mbali hizo kodi nyingine ambazo tunalipa hapo katikati pay as you earn, SDL na kodi nyingine foreign tax, na vitu kama hivyo. Lakini ile ambayo mnagawana tena, mwenzetu ambao ni serikali, unaanza provision kuanzia tarehe 31 March anachukua kabla. Sisi normali tunachukua baada ya auditing, na bodi kukaa na kutoa mgawio. Nataka kuonyesha tu muhimu wa makampuni yetu kwamba serikali ndio inayopata benefit kubwa kwenye makampuni ya private sector kuliko hata wale walioinvest. Kwa maana hiyo, ni muhimu sana serikali kuhakikisha kwamba inailinda private sector ya Tanzania kwa uuji na ugunda, kwa sababu bila private sector hata serikali haiwezi ku existi. Ile hiyo hiyo hiyo ni ya kwanza ambayo nilikuwa nataka nizungumzie. Lakini nikija tu kwenye kuzungumzia generally kwamba kuna tunazungumzia leo kuhusu eh, mazingira ya kufanya biashara. Ningependa niongelee tu kwamba mazingira ya kufanya biashara na vitu vingi. Kuna external factor na kuna internal factor. External factor ni zile factor ambazo sisi wafanyabiashara biashara hatuna control nazo. Lakini internal factor ni zile factor ambazo sisi wafanya biashara tuna control nazo. Mfano tukizungumza kwamba uchumi wa nchi, inflation, eh, economic growth mm -hmm. Hicho unasema like GDP eh, unemployment eh, political factors, these issues then mm -hmm. social and cultural issues, technological factors then mm -hmm. mm -hmm. environmental factors na global factors, kama hiyo ambayo ndio sasa hivi ya Marekani kuweka ile tariff, ni vitu ambavyo hivi kama private sector viko nje ya uwezo wetu kwa maana hiyo, vikitokea vinatuathiri moja kwa moja kwenye biashara zetu sisi. Ni vitu ambavyo sasa public sector ndio inatakiwa ishirike nazo zaidi kuliko sisi, sababu nyingi ndio inatengeneza policy, sheria, regulation na kila kitu mengine. la la la, upande wa kwetu ni internal factors. Kuna internal factors yetu, umeset namna gani kampuni yako, umeajiri watu wa skill namna gani ukuwe na kitu gani, productivity ya kampuni yako namna gani, management yako, leadership yako, culture za kampuni, decision making za kampuni na resources ambazo unazo, unamtaji wa kiasi gani, unaweza kumobilize mtaji wa kiasi gani, unaaminika namna gani na bank na financial institutions ili waweze kufinance uweze kufanya biashara yako vizuri, organization structures na vitu vingine kama hivyo. Hivyo vyote vinaathiri biashara zetu kila siku. Hiyo ni vitu ambavyo tunapaswa kuviangalia kwa umakini na kuvitilia mkazo sana. Kuda, i, i, kizake, mpwamba, bete, nabatafaita, nabatafaita. Kuna benefiti zake ni kwamba ukifanya vizuri vyote, manaake makampuni yanapata faida, na akipata faida kunakuwa na opportunity za kazi zinaongezeka, revenue zinaongezeka kwa serikali na makampuni yanakuwa. Sasa nirudi kwenye kwenye, hiyo ilikuwa ni just eh, introduction. Nirudi sasa kwenye government initiative na hapa ningependa niongelee initiative ambazo zimefanywa na serikali kwa nyakati mbalimbali mbali, kwa ajili ya kusaidia kuimprove mazingira ya biashara. Kama hapo tunaona elfu mbili na tatu kulikuwa na, na issue ya, ya best ambayo na yenyewe iliundwa kwa ajili ya kusaidia business environment na kuwezesha uh, uh, wafanyabiashara wa Tanzania na private sector Tanzania tuna big result nao 2013 14 na ikumbuka, ilikuja kwa ajili ya specific sector kuhakikisha kwamba hizi sekta zinatumiwa kipaumbele ili ziweze kusaidia kwenye uchumi wetu na vitu kama hivyo. Hizo zote zi zimetusaidia sisi kama private sector kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Kuna issue nyingine za ambazo zimetusaidia vile vile ni kama hii, ambapo tunaanza sa sasa hivi hii dialogue di ambayo sasa hivi ni mwaka wa tatu. Hii dialogue di ambayo sasa hivi tumesimama hapa tangu asubuhi ni mojawapo ya uthibitisho wa business environment kwamba serikali na private sector zinakaa pamoja kujaribu kuangalia hizo changamoto za biashara ili kwa pamoja tuweze kutatua changamoto za biashara. Kwa hiyo, hii mojawapo ambayo tumekaa sasa hivi tunafanya hapa ni mojawapo ya business environment strategy ambayo tunafanya na serikali. Kumekuwa na dialogue na sio, mwaka jana ilikuwa nimekoa sita, mwaka huu nimekoa nimekoa nane. Na tunashukuru kwamba sisi kama TCCIA na Wizara ya Fedha tumeshirikiana mikoa yote nane tumekwenda pamoja, tumepisha mikutano, tumechukua haya maoni. Naamini kwamba maoni mengi tayari wizara e, ya fedha inayo. E, kuna ishu hizi ambazo nafikiri tumeziongea hata kwenye Baraza la Biashara la Taifa, ishu za, za, za, za mifumo kusomana, serikali kuingia kwenye dijito na vitu kama hivyo, nimesaidia sana. Hata ukiangalia sasa hivi unaweza kufanya shughuli zako zote ofisini uka tuna ripoti zako, ukapata control number wewe mwenyewe uko ofisini, ukaipa wewe mwenyewe uko ofisini, unasema benki nayo sasa hivi ndipo digital. Kwa hiyo unaweza kwenye account yako ka transfer na kapeleka hapo, sasa hiyo hiyo ikasoma kwenye mfumo wa TRA, na kama mzigo uko bandarini au kuchukua bandarini, dakika hiyo hiyo ka fuata jao. Kwa hiyo hii ni mojaapo ya ya success ambayo tunaweza tukasema kwamba imefanyika na ni kitu kikubwa sana. Kuna watu wengine bado wanasumbua kuna ishu ya tume ya rais ya kuhusiana na masuala ya kodi si, sisi hivi tunachukua kama ni business environment, kwa sababu tangia siku ya kwanza baada ya Mheshimiwa Rais aliingia madarakani akatisha mkutano wa kwanza wa TNBC, nilizungumza hili kwenye mkutano wa TNBC, na tunashukuru sana Mheshimiwa Rais ametilia mkazo kutane, na tume imeundwa, mwenyekiti iko pale Mheshimiwa Sefio na wajumbe wako hapa, nimeona tangia asubuhi na nafikiri mambo yanaenda vizuri, kwa sababu tu, tunategemea positive reaction kwa yale ambayo yatatoka kutoka kwao. Kuna issue za blueprint ukundi, ambao nafikiri wote tunafahamu blueprint ya kwanza ile ilikuwa design ya fiki 2018 19, imekuwa implemented na imefika mwisho na just uh, last week tumezindua uh, second phase ya blueprint kwa ajili ya kuimprove business environment na kuna vitu ambavyo vingi ambavyo vimefanyika katika blueprint ya mwanzo, na hasa ni kuongeza nani, ni kuongeza high compliance cost za nanii, za kulipa kodi. Kuna issue hizi za, kwa ujumla tukizungumzia blueprint ni kwamba kuna taasisi nyingi za serikali ambazo zilikuwa zinafanya majukumu ambayo yalikuwa yanaingiliana. Baadhi ya taasisi zimefutwa, baadhi ya taasisi zimeunganishwa, kama ambavyo sasa hivi tunaona imeunganishwa TC pamoja na EPZA. Zote hizo zilikuwa ni juhudi za kujaribu kupunguza usumbufu ambao wafanyabiashara walikuwa wanazipata katika hizi nyingi na kuongeza Mfano kwa vitu ambavyo vimesaidia, kuna simplification ya registration ya makampuni, kuna simplification ya kupata leseni. Sasa hivi hata manispa, sasa hivi unaweza kupata leseni online, unaweza kuingia kwenye mfumo wa Tausi kwa create control number ya kulipa SDL ukalipa online na vitu, na collaboration hii, private sector, mfanyika, kama hivyo na na, ni vitu ambavyo vimefanyika kama hivi sasa ambavyo tunafanya hapa eh, na kuna vitu vingine ambavyo kuna education, sensitization capacity na governance zimefanyika kwenye taasisi nyingi za serikali, zimejengwa capacity na vitu kama hivyo. Na kwenye blueprint kuna achievement ambayo imefanyika, mfano, na kile nimesema asubuhi, sitasema sana kwamba mfano kulikuwa na sheria karibu ya 88 ambazo zimerekebishwa na regulation ambazo zimerekebishwa kulikuwa na fee karibu ya 374 ambazo zilifutwa na kulikuwa na taasisi ambazo kwa sababu kama ambayo nilisema mwanzo zimeunganishwa au nyingine zimebadilishwa majukumu yake na vitu kama hivyo. Kwa kifupi, ni mambo ya ICT nimeshazungumza, sitaki kurudia tena. Eh, kulikuwa na issue za establishment fu eh, kwenye kwenye level ya mikoa. Mnafahamu kwamba zamani kulikuwa tuna fasidi biashara, sasa hivi kuna imebadilishwa mambo ya viwanda, sio ya biashara, imebadilishwa ili kwenye local government authority, pamoja na changamoto kutatua changamoto za wafanyabiashara kwa kwa jumla. Hizo ndizo vitu ambavyo tunaona kwamba vimefanyika kwa kipindi kifupi ambacho kimefanya biashara zifanyike vizuri, lakini kuna changamoto, kuna changamoto nyingi ambazo zipo ambazo tunaamini kwamba vikao ambavyo vimefanyika tangu asubuhi, nyingi zimeshatamka, lakini nitazizungumza tu kwa ufupi ili kusisitiza zaidi na jinsi gani ya kuzitatua. Moja wapo tunajua kwamba sisi tunaleta SDL, ambao tunasema ni Skills Development Levy. Hapo mwanzo, nafikii tulishakaa na serikali na kulikuwa na makubaliano kwamba ilikuwa ni 6% before, na <coughs> ikaonekana kwamba iko above average, hata ya ILO. ILO average yao ni kwa hiyo itakubaliana kwamba haiwezi katolewa 6% kwa 2%. Ikawa inapunguzwa na kila asilimia moja moja kila mwaka. Lakini imeenda mahala sahihi, imefanyia 2.5%. Ndio ambayo iko sasa hivi. Lakini sio hilo tu. Sisi si kama wafanyabiashara tunaopereti viwanda na shughuli mbalimbali, hatupati skill employee wa kwenda kufanya kazi kwenye viwanda vyetu na kufanya kazi kwenye shughuli zetu. Hawa skilled employee hawapo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali ijaribu kuipeleka hii hela kwa ajili ya kudevelop hizo skill ambazo zilikuwa zinahitajika. Skill nyingi sana, ukiongea na watu wengi wenye viwanda sasa hivi wanalia, hazipatikani kabisa. Yaani ukimtafuta tu mtu ambaye na skill ndogo huwezi kumpata, lakini ukiona hizi za jirani wanawapata. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwanza kwanza, hii SDL ipunguzwe kwa sababu ni kubwa na inaathiri biashara zetu, na tunaproposi iende kwenye international standard ya ILO ambayo ni 2 percent.